Ndugu wanahabari, wageni waalikwa, serikali inaendelea kuahidi kuendelea kushirikiana na nyie na wadau wote wa sekta ya habari kwa lengo la kulinda na kukuza uhuru wa habari hapa nchini. Na tunapoadhimisha siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, sisi wanahabari wa Tanzania tunapaswa kuhakikishwa kwamba akili mnemba inatumika kama nyenzo ya kuwezesha wanahabari na sio tu, na sio kikwazo kwa uhuru wa habari. Na katika dunia hii ya sasa, vyombo vya habari vinakutana na changamoto nyingi, tena nyingine ni mpya, ambazo zinatokana na maendeleo ya teknolojia, ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji na usambazaji wa habari. Na kwa hiyo faida ya kauli mbiu ya mwaka huu ni kubwa na lazima tuizingatie. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema, uhabarishaji kwenye dunia mpya mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu hii inalenga kujadili athari za teknolojia ya akili mnemba katika uendeshaji wa vyombo vya habari na uhuru wake wa, wa vyombo vya habari. Hapana shaka kwa leo ni siku ya maadhimisho ambayo ni siku ambayo inaleta pamoja, na hakuna haki bila wajibu. Kwa hivyo, hilo pia lazima tulizingatie na tuhakikishe kwamba tunajivunia uzalendo wetu, kujitahidi kutumia akili mnemba kwa makini na uwajibikaji. Ningependa kumalizia kwa kutoa wito kwa wadau wote, hususan waandishi wa habari, kutambua mchango wa teknolojia hii na uhuru wa habari ambao tumepata. Tu, tuangalie jinsi ambavyo teknolojia hii inaweza kusaidia katika shughuli zetu za uandishi wa habari. Lakini tumeanzisha pia mchakato wa kuandaa sera ya akili mnemba. Na nyie mkiwa hapa, yale ambayo nimesisitiza kwamba onyesheni mahitaji ya mabadiliko ya sera kwa mtumie eh, majadiliano yenu ya leo kuhakikisha kwamba mnatoa ushauri eh, sera yetu iweje kwenye eneo hili akili mnemba. Kwa hiyo sisi serikali imetoa fursa ya nyie kuhakikisha kwamba eh, mnajadili maeneo hayo na kuhakikisha kwamba teknolojia hii inaendana na misingi na uhuru wa vyombo vya habari kiswala uwazi, uadilifu katika uandishi wa habari, nayo pia tutaizingatia. Ndugu wanahabari, serikali yenu inatambua na kuthamini mchango mkubwa, kama nilivyosema kwenye salamu za viongozi. Nasi wasaidizi wa viongozi hawa wakuu tunawahakikishia kuwa tutafanya kazi pamoja na nyie na kupitia vyombo vya habari tutaweza kuhabarisha wananchi wetu shughuli mbali mbalimbali, mipango mbalimbali mbali, ya taifa hili lakini kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli hizi na vyombo vya habari vimekuwa sehemu kubwa katika kutoa elimu kwa wananchi, kama alivyosema awali kwamba vyombo vya habari vina kazi ya kutoa elimu, kuhamasisha maendeleo, kuonya, lakini pia hata kuburudisha. Na tunaposema kuelimisha wananchi, tunakwenda kuwaambia masuala mbalimbali muhimu katika taifa hili, ikiwa ni pamoja na elimu ya uzalishaji, ujasiriamali, maendeleo ya jamii. Haya ndio maeneo ambayo sisi tunayaangalia. Lakini vyombo vya habari vimekuwa na nafasi kubwa katika kulinda na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, na vinachangia sana kwa kiasi kikubwa katika kuijenga taswira chanya ya taifa hili, hatua tuliyofikia leo katika nchi. Huwezi kutenganisha maendeleo ya taifa hili na vyombo vya habari, kwa sababu mtu aliyoko Lindi anajua mafanikio ya Arusha, anasikia mafanikio ya Mara, anasikia mafanikio ya Kagera, anasikia mafanikio ya Iringa na kule Rukwa Katavi anajua kabisa kwamba nchi hii inapata maendeleo kutokana na vyombo mchango wa vyombo vya habari kwa kuhabarisha umma ya matukio yote ambayo yanaendelea. Vyombo vya habari viendelee kutoa taarifa mbalimbali za maendeleo ya nchi hii, na kama kweli tutazingatia uzalendo, weledi, maadili ya taaluma ya uandishi wa habari, utamaduni, mila na desturi za nchi yetu, tutafanikiwa sana. Na tutapata maendeleo makubwa, na sina mashaka, kwa sababu leo tumeweza kukaribisha mataifa jirani ndani ya bara la Afrika, tumekaribisha mataifa ya nje kwenye kongamano hili, na kwa hiyo kila mmoja atatoa uzoefu wake. Sisi tutapata yale muhimu, yale yanayofanana na utamaduni tulionao ndani ya nchi na kuyafanyia maboresho kwa mujibu wa utamaduni tulionao wa nchi yetu, na kwa hiyo Tukatua, kufanya kazi yetu, tulengi zaidi kutoa habari zilizo sahihi na ambazo zinakwenda kuifanya jamii iweze kufanya vizuri zaidi wakati wote na tuzingatie ukweli wa taarifa zetu.